Morris Seremani Mwamwenda ni wakili wa kujitegemea uh. Leo tulikuwa mbele ya mahakama kuu kwa ajili ya uwakilishaji wa mteja wangu anaitwa Danford Muhema. Mhema uh, yeye ameleta maombi ya kupinga uchaguzi wa askofu kwa jimbo la, la, la, la Mbeya, kwa hiyo kanisa la Angilikana la Mbeya, na kwa leo ilikuwa tusikilize maombi ya upande mmoja ya kupinga kufanyika kwa uchaguzi huo tarajia kusikilizwa na kuamuliwa kwa maombi yaliyoletwa mbele ya mahakama. Sasa, kwa vile pande zote mbili zilikuwepo, kwa hiyo yale maombi ya kusikilizwa upande mmoja hayajafanyika. Kwa hiyo yatafanyika tarehe ishirini na saba mwezi huu kwa njia ya mtandao, yeah na tunatarajia kwamba kama jaji alivyosema, nao wanatarajia kuleta mapingamizi ambayo mpaka sasa hivi bado hayajalipiwa na nini. Kwa hiyo tutaangalia mapingamizi hayo na baadaye tutaangalia tena nini kinasemwa, lakini sehemu kubwa yatasikilizwa maombi ya mteja wangu tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu. Ntua Amos Gabriel Gondo ni wakili wa kujitegemea kanda ya Mwanza. Kwa hiyo leo nimefika hapa mahakama ya mahakama kuu kanda ya Mbeya kwa ajili ya shauri ambalo uh, liko mbele ya mahakama hii dhidi ya wateja wangu ndio. Kwa, kwa, kwa utaratibu ulivyo uh, wa kimahakama shauri hili bado limepangwa lime